Mimi ili jambo kwanza, mimi kama nilivyoulizwa kwenye swali la awali haya mambo mimi huona mara nyingi na puuza. Mara nyingi, lakini likizidi na likiwa linarudiwa rudiwa narudiwa rudiwa kama binadamu, kama binadamu nami na moyo ni nyama, ndio maana hata hao mingine hao nimesema tiache yapite naam, lakini jambo linarudiwa unasisitiza unaulizwa unasema, unaushahidi ndoa yangu ingevunjika kama ningekuwa sipo, labda nimesafiri, baada ya ile harusi, manake ningeanza kujuza maswali ah, lakini nipo yani, hata ile posi za alikuwa nanionyesha tu. Tuku, nadhani tunajiandaa tunajia kufuturu bana, unaona kiandika Imagine mimi wiki nzima ile nipo nyumbani. Sijatoka, sijasafiri hata kama ningekuwa sipo, hata kuvunja ndoa za watu ili iwe nini? Unaongea maneno mara si nitaoa mara hivi. Sasa nikaona hili jambo kwa mara ya kwanza katika maisha yangu. Nimekwenda mahakamani kushtaki. Nimewaachia na mawakili wameshatoa demand notes ya siku kumi na nne shindo tenda mahakamani. Yako mambo yanasameheka kirahisi tu kama haya mingine lakini kuna mingine yanayohusu brandi ya watu image za watu kibinadamu wise mimi ni balozi wa makampuni mengi sana tena makubwa yananilipa mafedha mengi yanahitaji reputation yangu iwe salama kwa product zao yanamhitaji mke wangu ambaye sasa naye ni balozi wa taasisi nyingi awe na image nzuri katika jamii. Huwezi kulipa gharama ya kuharibu brand za watu, sio sahihi. Kwa hiyo mimi sitaki kulizungumzia in details kwa sababu wakili ameshatimiza wajibu wake, tusubiri 14 days kama hajajibu. Nimesikia juzi zimetumiwa na jamaa njamaa amesema hajapata Demand notes. Then, alipost clouds. Amepata kwa sababu yeye aliombwa email, alisema amesafiri uko Lindi, akaombwa email akatuma email yake na ikadeliva kwa advocate na tunayo kwa hiyo ameipata, na kwa taratibu za kimahakama wanaruhusu hii teknolojia ya kutumia email na nini kupeleka vitu kama hivi. Kwa hiyo ile ipo kisheria, yeye anatakiwa tu wajibu au athibitishe. Kama hawezi kuomba radhi, atoe proof kwamba siku fulani alienda semfra. Hiyo atoe proof. Kama hawezi kuomba radhi, inahitaji mtu mwenye jasiri sana kusema samahani, inahitaji ujasiri. Basi atoe proof, akishatoa, basi sitaona bwana uthibitishwe tu kwamba bwana kweli alienda siku fulani siku fulani, awezi aombe radhi, kisha aweke one billion na na, na, na. Na akitoa hii pesa n 50%, 50% nitaipeleka yangu mimi, sio ya Zai, maana Zai naye na mgao wake. Yangu mimi 50% itarudi kwenu, wanahabari katika mafunzo ya kiweledi na taaluma yenu, taasisi gani tutaipeleka, lakini nataka nikusudie ije kwenu, ili tusiwe na aina hii ya waandishi wanaoendelea kuongezeka nchi hii. Ni nimeahidi kabisa na Ramadhani shahidi, 50% ya mgao wangu tutakwenda kwenu, 50% nyingine tutaambia Zai tafute mahali eh, tukale kidogo nchi sawa. Haya. With one billion t-shirts. Ushaelewa, msamaha peke yake, wakati ushafanya damage kubwa kwa familia yetu. Sisi tuna family, achana na brands, tuna family. Huyu ana wazazi, ana wakwe, yaani lazima unaposema kitu ufikirie madhara na unarudia rudia, mara utamsema huyu mara kesho utamsema huyu mara kesho utamsema huyu. Mbona content nyingi, kwa nini lazima content iwe kusema mambo ya uongo dhidi ya watu? Ukiulizwa ushahidi huna content. Ajua shida ya, ya media ya Tanzania, hatuko creative, tuna, tuna kariri kwamba content hii ya umbea kusema watu tushakariri, basi kila mtu anaona ndio kuna contents nyingi. Ndugu zangu, kuweni creative tu, tengenezeni agenda ambazo zitawapeleka mjini, kuliko content za personal issues za uongo. Basi afadhali ziwe za kweli, sikuwa za kweli, it's fine ya kweli haina shida, kwa sababu sisi binadamu tunakosea na tunapatia. Tukikosea kweli semeni, lakini usitunge, unaharibu unaharibu brand za watu. Watu wetu sisi wengine wakubwa wako nje huko wanasoma, anakupigia baba, imekuaje? Badala ya kufocus na shule unaharibu hata akili ya mtoto kwa wewe kuandika kusema uongo tu Mnapata faida gani hasa? Mimi hii siifanyi kwa sababu yangu peke yangu, kuna watu wengi wamenifata, wamenipigia simu, wako behind, wanataka kulikome. Manake kuna mmoja namsikia sema, unajua ukiwa maarufu unaweza ukasemwa. Haiwezekani, sema kwa kitu cha ukweli. David Beckham alisemwa, alikwenda kinyume kwenye ndoa yake na Poshi, lakini ilikuwa jambo la kweli, akatoka ye na mkeo akaomba radhi. Raisi wa nchi kubwa kabisa duniani, Bill Clinton, alikuwa anatembea na moja wa watumishi wa Ikulu, nadhani alikuwa aitwa Monica Lewinsky, aliandikwa, alisemwa, lakini ni jambo la kweli, wakatoka kuomba radhi. Huwezi kutunga tena kwa huko Ulaya, huko Marekani, ukitunga unafilisiwa. Hasa sisi, ingekuwa kweli mki wangu kaondoka, ningechukua hatua mimi, lakini unatunga tena nikiwa naye ndani, yaani unasema hayupo, niko naye mimi, alafu unaulizwa, unasema nina uthibitisho wa asilimia mia mia. Dhaniu kama binadamu anajisikiaje? Yeye, ye mke wa mtu, unaenda kumtengenezea scenario kama hiyo, familia yake inajisikiaje? Na unaona sawa tu, mara leo mvamia di Jacopa, toka kwa di Jacopa mara kwa Zuchu, toka kwa Zuchu mara kwa Diamond, toka kwa Diamond mara kwa Hamisa. Yani wewe maana siku moja unatafuta star gani hapa ni nitengenezee jambo? Hatuwezi kuendesha nchi hivyo. Hosea, mlauliza swali lakini sikafanya bahati mbaya akasema karopoka, ka kateleza, ka pole, ka, ka, ka, basi na sisi tuseme alhamdulillah, tumemsame tumemkumbusha tu wajibu wake kwa Mungu lakini unarudia unarudia alafu ukitoka huyu unakuja sta huyu ukitoka huyu unakuja sta na age imekwenda fadhali mfanye nyinyi mabinti hapa wadogo na fulana wadogo sema nini mnajitafuta yule ni mtu mzima lazima uchague mimi hii I'm sorry nataka nifanye ili tutengeneze standard sasa kwamba sio makapi yote yanatupiwa kwa watu kwa sababu ya umaarufu wao. Tukishafanya hivi, na naamini mahakama ita, i, i ambayo ya Tanzania ikishafanya maamuzi, tutaona kuna mabadiliko makubwa sasa ya watu ambao wanaamua tu kusingizia watu, kutukanisha watu. Wataacha kwa sababu kila mtu sasa, ukifanya tu anakimbilia kule kule, ukifanya tu anakimbilia kule kule. Kwa hiyo lazima tu lazima kuna Mtanzania mmoja ajitokeze ku sacrifice kwa niaba ya wengine ili tu set standard inayotakiwa kwenye eneo la media. Nadhani jili melijibu vizuri, la kwanza labda siku lifafanua. Tumetangaza zawadi kuu ya namba moja, lakini lazima naimesema kutakuwa na zawadi nyingine kwa washindi, lakini na washiriki wote kwa sababu hawa wanaenda kufanya kazi ya Mungu, hawa wanaenda kufanya kazi ya kumtukuza Mungu. Kwa hiyo ile tendo la kushiriki tu lazima tukuliwa. Kwa hiyo zawadi ya kwanza ndio itakayokuwa hiyo ya, ya, ya mtu kwenda Maka, lakini tutakuwa na zawadi nyingine tofauti tofauti kwa washiriki au washindani watakaoshika nafasi ya pili, ya tatu na, na kadhalika. Swali lako la pili, ingawa liko nje ya mada, lakini sio kila jambo lazima tujibu. Kila mtu ana staili yake ya maisha, wengine ili uende mjini lazima umseme fulani. Kwa sababu utazungumziwa kwa kipi? Kwa hiyo na kumsema, huwezi kumsema kwa mazuri, lazima umseme kwa mabaya, lazima umdhalilishe, lazima umfedheheshe ili ili, ili, kile unachokisema, kwa sababu nyie waandishi napenda stori hizo ndio kiende. Sasa hatuwezi kujibu, namwachia Mwenyezi Mungu aliyetuumba sisi na aliyewaumba wao walio bora zaidi Ngoja nimalizie, ngoja nimalizie. Sisi ni binadamu. Kwenye Qurani Mwenyezi Mungu anasema laqad halaqna linsana fi ahsani taqwim, nimewaumba wanadamu katika maumbile yaliyo bora kabisa. Kwa hiyo yeye aliyetuumba ana sababu zake. na wewe ulioumbwa ukajiona bora zaidi, basi jua na sababu zake. Lakini hatari kumkufuru Mungu, sisi tunazaa hatari. Meona mmoja juzi kasema bwana anikwe juani, sema fllahlazim, binadamu mzee huyo unayemsema hivyo hatari sana. Tanzania imekua lakini sasa lazima ndo nchi yetu na watu wanaona wanasikia. Sasa utafanya nini? uta, uta, utaenda kushtaki? Utaenda kushtaki kwa nini? Ushtaki? Sema alhamdulillah, Mungu hufanya malipo yake hapa hapa, kabla hujaingia kaburini. Kwa hiyo sisi tukidhalilishwa hivo tukitukana hivyo, hatuoni kama kuna haja as long as hatuumii, ya, yani sijui si, ya si, si, si, hospitali ambayo takuta mgonjwa pale kaekiwa drip ya damu au maji, huyu bwana katukanwa kunya mtandao kao. Wacheni waseme, ila na waasa, dunia tunapita, dunia napita, mnaweza ukataniana, mnaweza mkaa lakini kufika mahali ambapo sio sio sawa, lakini kwa kifupi, jibu lako ni kwamba nimeona na nimesame Mashindano ya kwanza sio masta peke yake.